Mtazamaji wa PDK Generation. Siku za hivi karibuni tumekuwa tukisikia habari kuhusu eh, daktari feki ama muuguzi feki, na mambo anaweza kusema yamezidi kuchemka, na sasa eh, matapeli hawa wameingia mpaka kwenye taaluma ya, ya, ya pharmacy. Kwa hiyo tuna, kwa hiyo tuna wafamasia feki vilevile na wataalamu wa dawa ambao ni feki, na hii inatokana tu na njaa ambazo wakati mwingine watu wanajaribu kuwa wabunifu kwa njia za njia ambazo ni hasi n yani, unakuwa mbunifu, lakini eh, unatumia una, una, una njia ambayo sio yani, unakuwa una, una, una mbunifu kuelekea upande ambao sio. Sasa kwa siku ya leo nitakwenda kukuonesha namna ya kuweza kutambua wataalam wa dawa ambao ni ni feki, wafamasia feki, wateknolojia dawa feki, au wateknolojia dawa wasaidizi feki. Hii ni rahisi tu ukiwa na vitu vitatu hivi muhimu: uwe na mtandao ama internet, uwe na kifaa cha kukuwezesha kuingia kwenye mtandao kama simu au laptop, alafu uwe na personal identification number. PIN number ya huyo mtaalamu ambaye unataka kuthibitisha e, kama ni mtaalamu kweli au la. Na katika kuthibitisha huko, unaweza kutambua mambo kadhaa. Mojawapo ni e, kama huyo mtaalamu ndiye yeye kweli, kwa sababu ukishaingiza hiyo PIN number kwenye huo mfumo e, unaweza kuona picha yake pale itakuja, kwa utaweza kuangalia sura yake. Alafu utaangalia ngazi yake ya elimu e, katika utaalamu. Kwa mfano huu utaalamu wa dawa kuna ngazi tofauti tofauti, kwa utaona yuko katika ngazi gani e, lakini E, baada ya kuona hilo unaweza ukaona e, status yake status kwa maana ya kama anaruhusiwa kufanya kazi kwa sasa, kama ame retain hiyo registration yake au enrollment yake au enlistment yake au la, kwa sababu unaweza ukawa mtaalam, lakini hauruhusiwi ku practice, hauruhusiwi kufanya kazi kwa sababu e, hujahuisha leseni yako ya kufanya kazi e, katika eneo husika, kwa Tanzania manake, kwa Tanzania hujahuisha kwa baraza la pharmacy hujapata vigezo vile vya kuweza kuisha ama unavyo, lakini hujafanya hivyo. Kwa hiyo huruhusiwi kufanya kazi inayohusiana na taaluma ya pharmacy. So, takwenda kukuonesha, na hii nimeifanya kwa sababu kuna baadhi ya vyeti vilikuwa vinazunguka mitandaoni. Unaona kabisa, hichi hichi sio hichi. Mtu anaenda na anatumia teknolojia anavyojua yeye remba remba pale, alafu anasema hiki ndo cheti changu cha usajili cha ufamasia kabisa hmm? Sasa hiyo <laughs> sio nzuri, hiyo sio nzuri na eh, Baraza la Famasi ambao ndo wanasimamia na kudhibiti taaluma hii tayari wameshaweka ka kitu kwenye website yao, ambayo mtu yeyote anaweza akaingia tu eh, akiwa na hivyo vitu ulivyovitaja ili kuangalia kama e, mtaalamu husika ana hicho anachokisema anacho, au ana huo utaalamu ambao anausema anao. Na wakati mwingine unaweza ukakuta, e, mtaalamu kwa bahati mbaya amefariki, alafu kuna watu ambao hawaitakii e, mema taaluma hii e, wanachukua tu namba zake zile za mtaalamu ambaye ameshatangulia mbele za haki, wanakuwa wanazitumia au favyovyote vile ili waweze kujipatia kipato kwa njia ambazo sio halali. Kwa hiyo pale kwenye eh, huo mfumo utaona pia kama huyo mtu kama alishafariki, mfumo utakuambia pale huyu ni deceased au ni namna gani. Kwa hiyo meona niseme hili ili eh, kuweza kuitahadharisha jamii kuhusu matapeli ambao hawaitakii mema jamii na hawaitakii mema pia taaluma hii ya E, ufamasia. Kwa hiyo utakwenda kukuonesha namna ambavyo e, unaweza kufanya mchakato wa kuangalia, uwe na pin number tu na internet na device ambayo unaweza kaingia kwenye tovuti. Okay, sasa twende nikakuonesha namna ya kufanya. Alright, ukisha kuwa na kifaa chako na una internet alafu una pin number ya huyo mtaalamu unayetaka kucheki kama ni ukweli yamethibitishwa na anaruhusiwa kufanya kazi Tanzania, e, basi unakuja kwenye browser unayotumia wewe. And then unaingia kwenye tovuti ya Pharmacy Council ambayo ni www.pc.go.tz, alafu ushaingia pale, unashuka chini kabisa kule, kuna online services, hapo kuna online services Asa hapa kwenye online services ziko nyingi, na kiukweli, baraza la Pharmacy wanastahili kupewa heko. Kwa hapa, wana vitu vingi ambavyo unaweza, huduma nyingi ambazo unaweza kuzipata online bila kuhangaika kusafiri na nini. Kwa hiyo mojawapo ni hii, inaitwa pharmaceutical personnel validator, hii hapa hii. Kwa hiyo tunabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo namna hiyo, unaingiza sasa pin ya huyo mtaalamu ambaye unataka eh, kuona kama ni ana uhalali wa kupractice au la. Kwa mfano kwa hapa kuna, kuna cheti kimoja ambacho kilikuwa kinazunguka sana mtandaoni hivi majuzi eh, nimechukua na kina pin number ambazo sio halali. Kwa hiyo nimeziingiza hapo mm, alafu na click hapa kwenye check to verify pin. Kiki hapo, kama huyu mtu ni, ni, ni mtaalam kweli na amesajiliwa, italeta taarifa zake, lakini cha kushangaza ni kwamba hii, utaona hapa, mtandao uko vizuri, kompyuta yangu iko vizuri, browser nayotumia iko vizuri, lakini hakuna kitu kinachokuja hapo. Kwa hiyo hapo unatakiwa uanze kuwa na mashaka, lakini nikichukua nyingine sasa, ambayo hii najua ina ina ni ina, ina, ina, ina, ina, ya mtu ambaye amejisajili anafanya amehuisha na ni mtu ambaye amethibitishwa kufanya kazi kwa taaluma kwa ngazi fulani ya taaluma ya pharmacy Tanzania. Niingize pin yake pale, kwa anaingiza tu huyo hapa hapa ni ziro nne, alafu uh, hiyo hapo alafu na kliki pale pale kwenye check to verify pin. Kwa imekuja faster tu wala haichukui hai, hai, muda mrefu vile. Kwa hiyo, uh, hiyo ni namna ya kuweza ku verify kama eh, mtaalamu husika anaruhusiwa ku practice au la na ni halali au la. Nimejaribu kuchukua eh, baadhi ya data, kwa sababu pale itakupa hiyo pini ulioweka, alafu itakupa jina la huyu mtaalamu. Eh, lakini pia itakupa kategori kwamba yani, huyu mtaalam ni wa ngazi gani. Kwa mfano huyu mojawapo alikuwa ni pharmaceutical technician na status yake alikuwa enrolled na retention status ame retain, kwa maana ya amesajiliwa na anaruhusiwa ku practice amehuisha eh, leseni yake na anaruhusiwa kufanya kazi Tanzania. Eh, nyingine naweza kuonyesha nyingine hapa ya ambaye ana ngazi ya, ya, ya, ya ufamasia kwa maana ya wale wenye degree uh, category unaona hapa inakupa full registered pharmacist personnel status, inakupa huyu ni amesajiliwa, ni registered na retention yake, kwa maana ya kama amekuisha leseni na anaruhusiwa ku practice na kuandikia pale retained. Kama ni vinginevyo, utakuta umebadilisha hapo, labda haruhusiwi ku, ku, ku, ku practice au not registered au hajasajiliwa, itakupa eh, hizo taarifa Alafu kufano, mgini, kawa, talam, e, duniani, e, cancel, pale. Kwa mfano wakati mwingine mtaalamu mtaalam hatunaye tena duniani amefariki, Pharmacy Council wameshaweka hizo taarifa pale, kwa itakuletea pale ili watu wasije wakatumia ile pin namba ya mtu ambaye tayari alishafariki kujipatia kipato kwa njia ambazo sio halali. Kwa mfano huyu hapa alishatangulia mbele za haki, kwa unaona pale na kuandikia personnel status ni Diseased, na retention status anakwambia pale, retention status anakwambia not retained, kwa sababu huyu mtu tayari alishafariki, kwa hiyo hawezi kuendelea ku practice eh. Kwa hiyo, mtazamaji wa PDK Generation, hivyo ndivyo ambazo ambavyo unaweza kufanya kwa njia rahisi tu ili kuweza kujua kama mtaalamu husika e, amesajiliwa na anaruhusiwa kufanya kazi Tanzania kwa mujibu wa kanuni na sheria ambazo zimewekwa na mamlaka mbalimbali mbali, na hasa zile ambazo zimewekwa na e, Baraza la Pharmacy Tanzania ama Pharmacy Council of Tanzania. Kwa hiyo nawasihi sana wale ambao, e, wanataka kufanya kazi na wataalamu wa dawa kwa maana ya E, wafamasia au wa teknolojia dawa au wa teknolojia dawa saidizi au hata wakati mwingine dispensers wahakikishe wanaangalia uhalali wa zile leseni ambazo wataalamu hawa wanazitumia ili tuweze kupata huduma ambazo ni bora kwa e, Tanzania na zile ambazo zimekusudiwa kwa ngazi husika, kwa sababu matapeli wapo na E, lazima tuangalie pia namna ya kuwadhibiti ili kuepuka e, kuihudumia jamii kwa namna ambayo sio, halafu baadaye wanakuja kulaumiwa wataalamu, kumbe yule mtu hata sio mtaalamu, kumbe ni kanjanja tu fulani ameamua kuwa mbunifu kwa njia ambayo ni hasi, badala ya ku, kwenda kwenye ha, njia nyingine ambayo ni chanya, anaamua kwenda kuwa ha, hasi na anaipatia kipato kwa njia ambazo sizo, na matokeo yake ni kwamba anaharibu e, heshima ya taaluma na pia anakuwa anaiharibu jamii kwa sababu atatoa huduma kwa, kwa kiwango ambacho e, sio sahihi kwa sababu sio mtaalamu na haruhusiwi ku practice. Okay mtazamaji penda, mtazamaji wetu, mpaka hapo nafikiri umeelewa sasa namna ya ku e, angalia kama mtaalamu unayeambiwa kwamba ni mtaalamu wa, wa dawa mfamasia, mteknolojia dawa au mteknolojia dawa msaidizi kama ana uhalali wa kufanya hicho anachosema anaweza kukifanya. Kwa hiyo hakikisha unafanya hivyo, ili kuhakikisha kwamba kazi unayokwenda kumpa anaifanya akiwa na uelewa ambao amekuambia anao. Na kwa ambaye bado hujasubscribe katika channel hii ya PDK Generation ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya, nakusii ufanye hivyo, bonyeza subscribe hapo chini usisite kulike na kushare ujumbe huu kwa watu wengi zaidi, ili tuendelee kuifanya jamii ya Kitanzania na ulimwenguni kwa ujumla kuwa jamii yenye afya bora zaidi. Baba, kwa sasa hii ni PDK Generation.